Amafuta duniani imepanda kwa asilimia na kufikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miezi mitano baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo muhimu vya nyuklia nchini Irani. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imepanda kwa asilimia 1.97 hadi kufikia dola 78.53 kwa pipa na mafuta ya West Texas Intermediate yamepanda kwa asilimia 2.04 hadi kufikia dola 75.35 kwa pipa. Irani inatishia kufunga mlango wa Hormuz, njia muhimu inayotumiwa kusafirisha mafuta kutoka mashariki ya kati. Lakini wataalamu wanasema Irani ndiyo ina hatari kubwa ya kuathirika kuliko kunufaika. Baada ya Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Irani, bunge la Irani lilidhihirisha hatua ya kufunga mlango huo. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa Baraza la Usalama la Taifa la Irani. Mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Mbuyuni TV.